Shehe Ponda ikiwa ni mmoja kati ya wahanga e, waliowahi kukutana na changamoto ya kunusulika kuuawa kwa kupigwa risasi e, lakini bahati mbaya hiyo risasi haikumpiga sehemu ambayo ingemsababishia kifo, naye amezungumza kwa namna moja au nyingine kutokana na kauli ya Dkt. Tulia Ackson kuhusu kupotea kwa watu, na hii e, kauli ya Tulia Ackson imeweza kuibua vuguvugu mitandaoni kwa sababu huku ndipo ambapo mambo huchimbuliwa kwa kina na watu kufafanua. Sasa Sheikh Ponda, kuna kitu alikizungumza hapa, na nimekuja kukuletea wewe uweze kumsikiliza Sheikh Ponda, kwa sababu wengi wamesema kwamba e, Wakristo tu ndo wanaotoa matamko, e, maaskofu ndo tunaona, mashehe mbona tuoni. Sasa Sheikh Ponda na yeye akiwa ni mmoja kati ya wahanga waliowahi kukutana na changamoto ya masuala ya kisiasa. Kuna ujumbe ambao kampa Dr. Tulia Ackson na amemkosoa kweli kweli, yani hajamwacha kinyonge, kamkosoa kweli kweli. Kwanza tuanze na hii kauli ya Tulia Ackson twende kwa eh, kauli ya Sheikh Ponda. Watu huwa hawaonekani, wako watu wanapotea. Ili useme mtu ametekwa, kwa maana ya neno kutekwa, lazima mtu kwe, kuliku, yani yalikuwepo matumizi ya nguvu ya kumchukua huyu mtu kutoka sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Kama hakukuwa na mtu aliyeona, huwezi kusema ametekwa mpaka yeye apatikane ndo aje asemi kwamba nilikamatwa kwa nguvu eneo fulani, nikaingizwa kwenye gari, watu walikuwa na silaha ama hawakuwa na silaha, lakini wakishakuwa watatu manake wamekuzidi nguvu, sio? Kwa hiyo kusema lazima wawe na silaha ha, hata wasipokuwa na silaha, kama hilo jambo hukuliona huwezi kusema fulani ametekwa. Kwa nini? Hujui amepotea mazingira gani. Kwa hivyo tunamkumbusha mheshimiwa Tulia Ackson, hili sio swala la kisiasa wala sio swala la kubabaisha. Ni swala linalohusu uhai wa watu, ni swala zito, watu wanauawa, watu wanatekwa, watu wanapotea. Bunge ni chombo cha uwakilishi wa wananchi, ni chombo ambacho kinatakiwa kisimame kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa, maslahi ya wananchi. Inapofika mahala kwamba wananchi wanatekwa, wanauawa, halafu chombo cha uwakilishi cha kuwatetea, yani, kinaonekana kwamba hakijali, kinawapuuza, hilo ni tatizo kubwa zaidi, na inakatisha tamaa pale mtu kama yeye ambaye ni spika wa Bunge anapofika mahala anapokumbushwa jambo kubwa kama hili, badala ya kupokea yale maelezo ikaonekana kwamba ameyazingatia na kwamba atayafanyia kazi, yeye anasimama, anatoa taarifa ambazo kama leo hii tunavyozungumza hapa sasa zinakanushwa kuonyesha kwamba kile anachokizungumza sio sahihi. Madai ya kwamba bunge halijapata taarifa kwa usahihi, sisi tunamthibitishia kwa maelezo kama haya. Akienda kwenye Hansard za bunge mwaka 2018 atakuta maelezo ambayo yametolewa na wabunge yakiwa na ushahidi wa kutosha. Na taarifa hii hapa umetajwa watu kama watatu wanne lakini taarifa ilikuwa ni kubwa. Ilikuwa inahusisha ina watu zaidi ya 380, siku hiyo ilipowasilishwa bungeni kwa ujumla. Akienda kule atakuta taarifa taarifa nzito zaidi. Kwa hivyo tunamkumbusha Mheshimiwa Tulia Ackson. Hili sio swala la kisiasa. Wala sio swala la kubabaisha. Ni swala linalohusu uhai wa watu. Ni suala zito. Watu wanauawa, watu wanatekwa, watu wanapotea. Bunge ni chombo cha uwakilishi wa wananchi, ni chombo ambacho kinatakiwa kisimame kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa, maslahi ya wananchi. Inapofika mahala kwamba wananchi wanatekwa, wanauawa, halafu chombo cha uwakilishi cha kuwatetea, yaani, kinaonekana kwamba hakijali, kinawapuuza, hilo ni tatizo kubwa zaidi na inakatisha tamaa pale mtu kama yeye ambaye ni spika wa Bunge anapofika mahala, anapokumbushwa jambo kubwa kama hili, badala ya kupokea yale maelezo ikaonekana kwamba ameyazingatia na kwamba atayafanyia kazi, yeye anasimama, anatoa taarifa ambazo kama leo hii tunavyozungumza hapa sasa zinakanushwa, kuonyesha kwamba kile anachokizungumza sio sahihi. Madai ya kwamba bunge halijapata taarifa kwa usahihi, sisi tunamthibitishia kwa maelezo kama haya. Akienda kwenye hansard za bunge mwaka 2018 atakuta maelezo ambayo yametolewa na bunge yakiwa na ushahidi wa kutosha, na taarifa hii hapa. Wametajwa watu kama watatu wanne, lakini taarifa hii ilikuwa kubwa, ilikuwa inahusisha watu zaidi ya 380 siku hiyo ilipowasilishwa bungeni kwa ujumla. Akienda kule atakuta hii taarifa ni taarifa nzito zaidi.